Stori inapokuwa ni isiyoeleweka kutoka kwa msanii au mtu maarufu, mashabiki hutamaniki sana kujua ukweli. Je, ukweli hutojua vipi bila kumsikia mhusika? Dems Media tupo kwa ajili ya kukuunganisha na wahusika wa matukio mbalimbali za mbali. Hapa tunamvutia waya moja kati ya mastaa wakubwa ambao anaendelea ni kufanya vizuri kwenye muziki wa Kivu Kusini huko ni DRC Congo, Belami Muka tunavutia waya, na utakuja kufahamu mengi zaidi kuhusiana na skendo mbalimbali ambazo -mbali, watu wamemzushia na kuhusiana na project ambazo anaziandaa. Cha kufanya ni nini subscribe Dems Media, lakini pia usikose kuacha comment yako baada ya kusikia hiki ambacho tutakuja kubonga naye, lakini pia usisahau ku like na kushare na wana, ili nao pia wajue ukweli kuhusiana na zile story ambazo labda walitamani kujua ukweli na hawakujua hii hapa simu ya moja kwa moja kwenda kwa Belami Muka. Halo? Halo, salama. Ta fresh niaje? Ifon gram, niambie. Fresh, fresh, so unaongea na Dems Media? Uh... Ta, nafikiri hapa karibuni kuna projects nyingi ambazo umeachia lakini baadhi ya project sijui kama ni rasmi au vipi eh? hizo hizo iye, acha siku hizi ni za mimi za kuimbiana, lakini aishirini naonacia aumu yangu ya nyimbo kumi na moja. Na hizi huwa inakuwaje? Yani mtu anakuvutia waya, anakuomba labda umfanyie ngoma, alafu anakulipa na anagharamikia kila kitu, inakuwaje yani? hivyo ananivutia waya, alafu tunazungumza tu, ananilipa hela za kurekodi, akibidi na video, yeye anagharamia video yake, kama zile za imbo za wa mama Okay. Ya, ya anatumiaga ya hela. Kitumia hela, mimi na nani mimi natengeneza wimbo video, pia kituma hela za video sababu kwenye video ndio wanatoa tu hela za gharama ya video. Yeah. Basi inafanyika afu na post kazi yako inaenda. Okay. Na hii hapa naona kama ni inakunufaisha mara mbili mbili au inakuaje upande wa kwenye stream, viewers, na upande pia wa kupewa malipo na wao, au kwenye mikataba yako huwa inakuaje wao pia wananufaika na hizi project ukiwa unaziachia hivyo? afaika ya, kwa sababu solaj inakga kufatana kwaza na tarehe za wimbo kutoka kufanya wimbo, mfano bo utatoka tarehe ishirini tarehe ishirini tarehe ishirini na moja kuna wimbo mwingine tena. Um, um, um, um. Ok basi, ni vizuri na nafikiri kwamba hii ni moja kati ya njia ambayo inakuongezea mapato tofauti na yale ya show na mambo mengine. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ok basi, kuacha, tuachane na hiyo tuongelee na project zako ambazo hapa naziona kwamba ni project ambazo ni official zaidi. Kuna hii ya Kielwa. Hii umefanya kama mzalendo, si ndio? Yeah, yeah. Okay. Na ni changamoto zipi ambazo umepitia baada ya kukamilisha projekti hii? Changamoto ambazo nilipitia, kwanza ilikuwa ni maneno mengi sana kwa kwa watu. Okay. Hususan sana ni wa Kongo wenzangu walikuwa wanapiga, wengine ni ufute kwa sababu kama vile mzalendo pia Masikia ki mambo sababu nipo msaniibasi hakuna nahii. Kwako inakuasiri vipi hii hali ambayo inaendelea huko mashariki mwa nchi ya Congo? Hii hali inakuasiri vipi upande wako wewe, kama msanii kwenye upande labda wa show, kupata njia mpya za kukuendelezainakuaje? Hiyo kwa sababu siku hizi watu waamini tena Kongo siku yes, hizi kabisa so, kwetu kwetu, este, kabisa ni shida mm. Lakini mimi nafanya kazi, unajua kazi yangu mimi siifanyi ya sifanyi kwa sababu ya watu wa, wa Kongo tu, mimi naifanya kwa sababu ya watu tofauti watu wa nje ya Kongo na ndani ndio, yeah. Lakini kwa sababu mimi ni usanii siwezi nikakaa kimya kwa sababu Kongo eti kuna fujo ndio nisifanye kazi. Nitafanya kazi kazi yenyewe ikiwa nzuri so, unajua hata askari anasikia muziki hata, yeah. mm. Eh, hata kabila hata sijui wale wa... <laughs> wakila ya Kutumba, wazee ya Kutumba wanasikia wimbo. Ukifanya wimbo mzuri watausikiliza tu, so nikupambana tu, siwezi nikata kwa sababu kuna fujo ya nini. Nisema hapo kwenye upande wa mapato pato hapo vilevile vile vilevile, kwa sababu mziki ni uh -huh. kitu cha mtandaoni sio kitu cha eti, ni biashara nipo navyo pale. Kuna baadhi ya wasanii ambao wameuawa kikatili ambao yani vifo vyao vilikuwa vya kutatanisha kidogo, kutokana na kufanya nyimbo ambazo ni kama za kuyaongelea zaidi haya mambo ambayo yanaendelea nchini. Kiupande wako hukuwa na hofu yoyote? Kwa sababu hapo nilisikia unaongelea kwamba ingekuwa ni rahia wa kawaida, basi na wewe moja kwa moja wangeingia, eh, kwenye kuitetea nchi yako. huoni upati uoga wowote kuona kwamba huku ambako mm, unaweza nikaelekea ni sehemu mbaya zaidi. Kwa hivyo, okay. Unajua mimi ni Mbembe. Mimi yeah. so, mimi ni Mbembe na siwezi nitakuwa na uoga kuchunguza chochote. Unajua okay. Mambo ambayo tulipitia wa Mbembe miaka iliyopita, mambo ukiadisiwa, I say unaweza katoka na machozi ya damu. Unasikia, yeah. mimi, mimi mababu zangu mpaka shangazi zangu enzi zile walikufaga kukatwa vichwa nini mpaka wenyewe wasema ah. Ndio hivi, unafasiliwa tu na wazee, tunabaki na shida. Hivyo yani, mi swezi nikaogopa chochote kile. Wale waliuawa zaidi sana kule, nikizani ni, ni msanii mmoja tu mm -hmm. E, aliuawa aliuawa kwa sababu ya ya nini, oh. Ndio ye alikuwa nazima zile nyimbo yani yendo miaka yake yote anaipaga zile nyimbo okay. Unaelewa, alafu tena kitu kingine ni mtu ambaye alikuaga na vimba wazi sana na istoshi mm -hmm. kule naishi, famia wasi kuja na kule ambako yeye alikuwa anaishi ndo ambako walifamia waasi ambao walikuja dairekti wakafikia pale na alikuwa Unajua tena okay. <laughs> alikuwa yeye ndo anafanya zile nyimbo tu za, za kupingana nao mm. Akapata bahati mbaya ikatokea vile Mungu akataka iwe ndo njia yake okay, nah. Pole ni sana sasa. Hebu tuangalie kwanza kuhusiana na ngoma zako ambazo umeshirikiana na baadhi ya wa wasanii wakubwa na zimefanya vizuri na zimefanya poa sana, lakini nataka kujua ni vigezo gani ambavyo wewe huaga unaangalia kabla ya kumshirikisha msanii? Kigezo cha kwanza ambacho unaangaliaga kabla kuelekea msanini kuangalia anapambanaje, ili kama yeye aaatafta collaboration, unatafuta kwa mtu ambaye atakusogeza sehemu. Yeye anafanyaje upande wake. Unasikia analeva ukubwa, ya analeva ukubwa. Ndio si mimi nimefanya na Chino na ma ni msanii mkubwa ambaye anafuatiliwa sehemu nyingi sana za Afrika. Yeah. Wengi wanajua hivyo. Yeah, nilifanya hivyo kwa sababu niliona yaani, nilitazama mbali. Unaelewa? Okay. Hivyo. So na hizo project zote ambazo imefanya kiasilimia kubwa zimekupa faida, yaani zimekutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yeah. Yeah sababu ya nyimbo zangu ambao nimefanya na collaboration zimeenda kabisa zimejitahidi. Na okay. Sana kabisa kwa toa kubwa. Hili ni swali ambalo kidogo kwako linaweza kuwa tata, lakini kati ya kolabo yako wewe na Mr. Gav na kolabo yako wewe na Achillian, ipi ambayo ilikuwa ni bora zaidi na ambayo imekupa nafasi kubwa zaidi kwenye muziki ambao unaofanya? Uh, wa upande wa huku ni kolabo ya mimi na Mr. Gav. So, kwanza ndio wimbo ambao nilianza kufanywa kwanza rasmi kusema eti nianze changa sasa kwa nyimbo za kutoka asili kuingia hizi ni za tofauti. Okay, ndio wimbo ambao ulikuwa kwa sasa ulikuwa wimbo ambao ulifanya watu walione kwenye muonekano mpya, ndio maana ulikuta watu walipokea na uzito oh. Unaelewa yeah. Kwa sababu watu waliona kumbe anaweza na huko anatoka huko na huko ukapita, yani watu wakashobokea ile kuona nimebadilika gafa nini, mm, kumbe anaweza kote unaelewa? Yeah. Ni wimbo ambao ulienda viral sana kuliko owa, mimi na ashiriana ulibomoa na mm. nje mm. mm. na ao okay, yani umekupeleka kimataifa yeah, zaidi ya mm. kimataifa ah, okay. Na ni wimbo gani ambao unaopenda zaidi kati ya nyimbo zote mbili? Lakini kuna ile moja ambayo mtu akisikia anasema da hapa mixing, mastering, uandishi, melody, ah, wimbo unaopendaga sana. Kuna hicho kitu kwa wasanii uh, ando ambao kidogo ta kuna vitu manjonjo fulani ambao alikosaga kwenye wimbo wa Naola yani wipishana manjonjo fulani ya utamu hiyo ambao, uh, kwa kwenye wimbo wa kwanza mm -hmm. kifanya kitu cha pili, unafanya kitu kizini cha kwanza okay. Yaani nataka kumaanisha kuna makosa ambayo uliyafanya kwenye Naola alafu kaja kurekebisha kwenye wimbo wa Pamela ambao ulimshirikisha yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Ni vizuri sana na hivi ni kwa namna gani ambavyo unakabilianaga na mambo ya skendo za wasanii? Mfano umeamka unakuta kuna habari ambazo zinakuhusu wewe za tofauti kabisa, ambazo huzijui, hujawai kuzisikia, lakini zinakuongelea wewe na wanadai ni wewe ndo umefanya labda kitu fulani, unakwaga unalichukulia vipi na unakwaga unachukua maamuzi gani baada ya kupata taarifa ambazo ni tofauti na zile ambazo unazijua? Unajua, silaha kubwa kwanza ni ukimya. okay. naelewa mimi naonaga hizo post nyingi sana, lakini sikwagi mtu wakuzizungumzia kwa sababu nikizungumzia ndo nazipa nguvu kama sipo kwenye ama ya kutaka ni vipi vile vitu nguvu, sababu kuna vitu vingine ukikuta wanavizungumzia, wanaviongelea kwa sababu yako kuna wengine wanafurahia hicho kitu cha unaongelea nini, ndio vile ndio vina, vina, vina umuhimu wake kwenye sanaa, lakini kama ulikuwa pia unaandaa una, une, una vio hivyo yes. mm -hmm. Sasa so, kama mimi sikuwa naandaa, nipo mize zangu na maisha mengine, nafanya mambo mengine kwamba naongelea hivyo nini afu ni kule sio ni kajibu wani ni repost kitu kama hicho kwa mtaji mazia tupasi na kivunja nguvu Labda kuna watu ambao wanataka kujua ukweli. Sasa, kuhusiana na taarifa, juzi kati nilikuwa napita pita kwenye mitandao ya kijamii, kuna insho ambazo niliona, sijui mara una mjengo ambao ulidai unaojenga haujakamilika, sijui mambo kibao kibao niliyaona kwenye mtandao. Sasa hebu tuweke wazi kuhusiana na hizi projekti zako ambazo watu wanadai ulikuwa unaziandaa halafu bado hawajaona ukizikamilisha. Uh, watu waliona pia mjengo hmm. Mjengo mjengo, haujamalizika za kwanza, okay. Umeelewa? yeah. Yeah, mimi nataka nifanye vitu kesho. Watu wengi wanaamini mtu ukifanya makubwa, wanasema ulienda freemaso. Sasa mimi nataka nitangaze kitu changu mimi rasmi, kishamalizika kwa hiyo sio kawaida

na kuhusu kolabo zako vipi, wazitarajie kwa lini? Kolabo zangu ambazo zipo kwenye ip, au kuna hiyo ambayo amefanya na Chino, sijui. Kuna watu wanadai kwamba ulisema Kinshasa ulivyoenda, kuna kolabo umefanya. Okay. umefanya kwenye yeah. mambo ya kuzungumza yeah tulikuwa tunaongea management yake, kila kitu kwenye alikuwa anaenda kusainia mke wake wakeeo. Okay, mkataba wa kampuni yao ambao anajua kampuni <laughs> gani Inobila safiri akarudi baada ya wiki mbili fresh. Shila, na okay akafanya kitu cha wiki mbili na nusu gharama kubwa m roni okay. Uh, kwanza pange mambo yaki. Ukiachana na hayo, unajua, kwa sasa hivi mziki wa Afrika Mashariki unazidi kupata umaarufu duniani, na hebu tueleze kiupande wako, unajisikiaje kuhusu maendeleo ambayo yanazidi kuendelea kwenye mziki wa Afrika Mashariki, kwa sababu najua wewe pia una ndoto za kuwa msanii mkubwa zaidi na kusikika Afrika Mashariki, hata nje ya afrika. Um, ndoto za au sijaelewa swali hapo, au kuhusiana na maendeleo ya muziki wa Afrika Mashariki inavyozidi kupiga hatua, kiupande wako wewe unajisikiaje? okay. Kuhusiana na jambo hili wewe, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao labda wananufaika kwa njia moja au nyingine kutokana na maendeleo haya. Ya, mimi kwanza cha kwanza yeah. Mimi nazungumzaga sana, mimi nina uchungu sana, nina hamu sana ya sisi watoto wa kibembe watoto wa est huko kutoke mmoja ambaye atawakilisha sana kwenye sanaa ya mziki wa, okay. wa Afrika mzima yeah. bila, wasanii wenzangu bila mmoja ajitokeze ikibidi kwa uchawi wewe roga, ikibidi nini roga, wewe yani ufanye kinachowezekana mmoja afike kwenye level hizo, unaelewa. Nikichelewa mwenzangu apige hiyo hatua, sababu naona baadhi ya wenzangu tunapambana na Mungu atapesi tu. Yeah. Okay. nasikia hapo unaongelea kuhusiana na masuala ya uchawi. Vipi, je, unaamini kwamba uchawi unaweza kumsaidia mtu kupiga hatua zaidi ya pale ambapo alipo? Wapo wengi ambao nadhani, kwa mimi, si kwa sababu wengi, wanaoga nadhani uchawi wana okay, unasaidia, unasikia uchawi wasanii wa, wa wengi, sio wasanii tu, watu wengi nadhani uchawi na unasaidia, ndio mimi wasema nini ngoki. Mm, ukijua uchawi unasaidia, wewe roga, unasikia, ukijua okay, Mungu anasaidia, wewe wewe omba sana, yaani wewe fanya kinachowezekana, mm, kufikia hiyo sehemu eh. uh, Okay, ni jambo jema. Sasa kwa kumalizia malizia basi unaweza ukatuambia kuhusiana na mipango yako, mashabiki zako watarajie kitu gani kutoka kwako kwa katika miezi hii ijayo, na mambo mengine kuhusiana na ratiba zako ulizonazo. Lakini pia najua ni mmoja kati ya watu ambao hawakai sana Kongo, ni mtu wa kusafiri safiri, mashabiki zako wategemee kitu gani? Kwanza niseme kwa mashabiki zangu, wategemee kitu kizuri kutoka kwangu tarehe 20 20, tarehe ishirini yenyewe shirini, ni album. Ilibidi iwe EP lakini naona niongeze nyimbo nyingine. Ilikuwa inatakiwa hiyo EP ya nyimbo nane, niongeza nyimbo pili, niongeza nyimbo tatu, iwe kumi na moja iwe album moja kwa moja tarehe ishirini za mwezi wa sita huo, ambao makini sana ngoma ambazo zipo humo ni ngoma kali, kolabo za Kinyamwezi za, za kimataifa ambazo niliwaahidi na ndani za katana na vinyo zipo tayari. Ni nyimbo kama sita hivi ndo zinakosa video, lakini baadhi ya nyimbo zingine zote video zipo tayari so, kwa moja kwa moja sambamba moja. <laughs> Ogea okay. yeah, hivyo vizuri sana na asante kwa muda wako Belami Muka, moja kati ya watu ambao nawakubali. Shukran na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante sana ndugu yangu, pamoja sana na shukran. Huyu alikuwa ni Belami Muka kwenye Dems Media na hii hapa ndiyo tv yako bora ambayo inakutanisha na, na wale wasanii ambao nawakubali na kuwapenda zaidi. Hebu tukutane kwa mara nyingine kwenye interview kali kama hizi. Mimi ni yule yule host wako Usisahau kusubscribe, like, comment, lakini like, pia kushare na wana